Kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oysterbay kwa kushirikiana na wenzake walikamata baadhi ya Wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali <laughs> Nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini hamsomi. Hivi kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni kumi keshi ni i, inakubalika. Eh? Sasa mnajua hiyo? Sasa wewe uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri. Hii ni mauzo ghafi au ni faida? Justify hilo tu. Ili tueleze vizuri. Kama ni faida tujue na kama ni mauzo ghafi tujue ni shilingi ngapi? Afu tuone, je, uliku ulikata uli, uli, risiti omba risiti je, yeah, ulilipa kodi ya serikali hilo tu, lakini mngekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii hata milioni kumi tu kesh unazwa ni, ni kinyume cha sheria kuwa nayo. Hivi wewe unatoka nayo wapi Mbona tuna mabenki yako? Ina e, na ndo maana hela ikiingia hata milioni kumi haina maelezo. Watakwambia benki, tunaomba maelezo. Njoo mara moja tupe maelezo. Hiki ni nini? Kama umeuza ardhi, tunaomba mkataba. Kama umeuza ardhi, tunaomba tax clearance. Kama umefanya nini, tunaomba jambo hili. Then una kuruhusu kuchukua milioni kumi yako. Kwa hiyo mwenyekiti tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi mnaoongoza. Msije mka conspire na wahuni. Wala msie mkakonspire na watu ambao wa wanaweza kuleta madhara ma ma makubwa ya maendeleo katika taifa.